Hello wana wa Afrika, Ubuntu Bantu, Chionda wa Chionda, mwana wa Afrika. Mwafrika sio nyani, Mwafrika ni mtu, na ulimwengu ni mali ya watu weusi. Hii inawakupa siri leo, watu wote naona chini ya jua, awe mchina, awe mjapani, yule baba yake ni mtu mweusi, mama yake ni mtu mweusi, ana ujanja wote wa kukimbia kwako. Aki wewe akikutukana wewe, kajitukana mwenyewe hayo ni mafunzo yaliyopewa darasani na watu ambao hawana uelewa. Dunia inamilikiwa na kizazi cha watu weusi. Watu weusi ndio watawala wa ulimwengu. Unaendelea wana wa Afrika, tumeishia kwa mfalume mfalume usekafu e, tunasema tunataja, tumeishia kwa Nefikare Kakai aliyotawala elfu mbili mia nne na sabini na tano hadi elfu mbili mia nne na sabini na hamsini na yaani huyu bwana alikaa miaka ishirini madarakani katika viongozi wa mojawapo e, dynasty za Kemet katika dynasty ishirini na nane huyu kakai nayo alikaa ila hajaweza kumshinda Ramses wa pili mtoto wa Seti wa kwanza aliokaa miaka sitini na sita na wana wa Afrika naendelea na dynasty zilizotawala Kemeti zilizotawala Afrika nimeanzia na Kemeti, tutakwenda Nigeria, tutakuja Tanzania, Tanganyika, Azania eh, na majina mengi. Tutaenda eh, Timbuktu, Mali, tutaenda Songhai Empire, tutaenda imaya ya Dohamei, tutaenda imaya ya Kongo, imaya ya Batamba na Nzinga huko Angola. Afrika ni lidude likubwa afu limebeba mambo mengi, sio lidude likubwa lenye mambo madogo. Mambo ya Afrika huwezi kuyamaliza leo, kuanzia mila na tamaduni zake na viongozi wake machifu wake. Africa is the biggest continent of all time. Unaendelea? Wanasema nefikale kakai alikuwa na maadili ya kidini akijulikana pia kuanzisha mila ya maandiko rasmi ya kifalume 2400 hiyo wa Afrika wanaandika maandishi yani, kuandika decree ya kwenye karatasi ambayo inakwenda kusomwa kwenye bunge, kwenye wanaita the the court council, baraza la washauri wa mfalume. Hebu e, wazungu wajifikirie walikuwa na utawala gani kipindi elfu mbili mia nne na sabini wajiulize, kama mpo pro America, pro Europe, pro white supremacy. Tafaklini, tafakari kwa kina, wazungu walikuwa wapi elfu mbili na mia nne na hamsini na tano BC, na Fatele Kakai yanamaliza utawala wake katika imaa ya Kemet. pia maandishi yakaanza kuandikwa. Yani, sio kama ndio ameanza, wakaanza kuandika mfumo wa decree za ufalume. Hadi leo wanatangaza marais na ufalume wa dunia wanatoa kitu kinaitwa decree hadi Warumi kwa mafundisho yetu wakatoa decree ya mwaka elfu moja mia nne na tisini na nane ya wanaita the Papa Bull decree ya Papa Urban ya kutangaza kwamba Waafrika wauzwe wawe, wawe biashara wao, wawe si watu, hawana mioyo. Waliiba kwetu wewe, kwa sababu ulifundishwa na ulipokea bila kutafiti. Dini walianzisha wao sisi dini zilianza miaka elfu tatu na mia moja BC, wakati wazungu wajulikani wa kama wapo, na sio elfu tatu na mia moja imeanzia zaidi ya miaka bilioni nyuma. History inaongea kama usome history wewe, kazi yako kusomewa. Mimi Chionda nachoongea na Grand Master Sure, mtatuona na na sisi wagaigai, lakini sisi tumemaster na tunafanyia kazi master tulizokuwa nazo. Sio wewe master umefanyia nini master yako? Una PhD, umewafanyia nini watu wako? Profesa, umeandika mapya? Umetoa mapya chini ya jua? Umewaambia nini kichofichwa, nini kichowazi? zaidi zaidi, na wewe unapokea na kuwapa mapokeo mengine. Tunaendelea. Kwa hiyo bwana, nafikira kare kakae Jina la kiafrika hilo, hakuna mzungu mwenye jina la Kakai. Hata yule kaka yule mcheza mpira wa Brazili yule ni mtoto wa watu weusi kutoka Angola, alichukuliwa na wapotugizi Wareno akaenda kuuzwa kwenye mashamba ya kukatamiwa huko. Hata George Bush tunaweza tukambadilisha jina kwa sababu ni mtoto wetu, ila kwa sababu ya rangi yake mpauko amekosa melanini, kutokana na miale ya jua inakosekana katika bara la Amerika na maeneo ya Ulaya Wakakosa melanini zikapungua katika mwili wao na mitochondria, DNA za, DNA zao zikawa hafu, wakawa pale people watu wampauko, wamepauka, lakini wale ni watu wausi. Wenyewe wanajua wakiwa chumbani, wanajua ila wakitoka nje wanakataa. Kwa hiyo bwana Neferkare Kakai akajenga hekalu, wajenga piramidi kubwa zaidi ya Abushir mwingine wanne anaitwa Shepesekare elfu moja a elfu mbili mia nne na hamsini na tano hadi elfu mbili mia nne arobaini na nane katika utawala mfupi, alitawala miaka mitano tu, jamaa mitano au minne, alikuwa na utawala mfupi. Utawala wake ni utata, huenda hakuwa na nguvu kubwa. Yeye alitawala kwa utata, watu hawakumkubali, na kama kawaida, watu wakikukataa unaondoka mapema kwa hiyo, Nefekere Kakai mjukuu wake anaitwa Shepe Sekere yeye yeah, alitawala kwa muda mfupi. Baada ya kufa bwana Shepe Sekare akaja Nefere Refre Nefere Refre elfu moja mia nne arobaini na nane mwaka elfu mbili -mbili mia nne na arobaini na nane hadi mwaka elfu mbili mia nne na arobaini na tano. Huyu nayo alikaa miaka miaka mitatu tu madarakani, utawala ukamshinda. Ni short period aliikaa madarakani, utawala mfupi takriban miaka mitatu pekee. Piramidi yake ilibaki haijakamilika. Tunakwenda kwa mwingine anaitwa Nyuserere Ini, elfu moja mia nne arobaini na tano hadi elfu moja elfu mbili mia mbili arobaini na tano hadi elfu mbili mia nne ishirini na moja huyu alitawala kwa muda mrefu. Hiyo ni KK, kabla ya kuzaliwa Kristo. Mmoja wa tawala hodari zaidi wa nasaba hii. Yaani, huyu katika nasaba ya tano wanaita five, the five dynasty, 50 dynasty, ilikuwa ni mtawala hodari na mwenye nguvu, na aliiweka Kemet katika ustarabu uliobora. Aliendelea na ujenzi wa hekalu la jua la piramidi anajulikana kwa ustawi wa kiuchumi na maendeleo ya sanaa katika utawala wa Bwana Nyusere Nyusere ini ni e, tafakari Nyusere, jina la nani? La Mzungu, Mchina, Mjapani? Alafu leo wanaweka picha kwamba Waarabu ndio wanamiliki Kemeti mali yao, Waarabu weupe, Waarabu wazungu, wanasema wao ni watawala wa kale kabisa, wakati wao tunajua, saiku yao walikuja mwaka mia sita na thelathini na tisa wakaivamia Kemeti, wakawaondoa Warumi, wakachukua madaraka chini ya Jenerali Ibn Asi. Alikuwa mtu mweusi kutoka eneo linaloitwa na kaskazini mashariki ya Afrika. Baadaye wakaja Waromani, nao wapoingia, Jenerali Boniasi akaingia katika mtego wa kuoa watoto wa kikoloni wa Kigiriki na watoto wa kikoloni wa Kireno. Ndio uzao hili la watu weupe wa, wa Kemeti leo au wa Misri likawepo hadi wa leo hii, lakini unawaona wale ni four four people they are not real Kemetian menna kahori ka kaiu, jina lingine la Kibantu hilo men kaholi kaiu alitawala elfu mbili na mwaka elfu mbili mia nne na ishirini na moja hadi elfu mbili mia nne na kumi na nne KK. Utawala wake hakuacha kumbukumbu nyingi, lakini anajulikana kwa ujenzi wa hekalu la jua ingine. Hii ni na saba ya tano, na saba ya tano ilikuwa na watawala wengi. Anaitwa Djedkare Isesi elfu mbili mia nne na kumi na nne hadi elfu mbili mia tatu na sabini na tano yaani, huyu bwana alitawala mno, alikaa madarakani muda mrefu. Farao muhimu sana, aliimarisha uhusiano wa biashara na, na maeneo ya Asia na Afrika. Huyu anaitwa dijekare Isesi. Mwana wa Afrika, tuko pamoja. Halafu kaa ufikirie. Leo naambie Misri wa arabu ni ya kwao wa arabu, wazungu kwa majina haya. Mwarabu atamiliki vipi kuwa the indigenous people of the land of Kemet? Hawezi kuwa mkazi wa asili ya Kemet. Wale ni wavamizi, waporaji, wanyang'anyi. Utawala wake ulileta mageuzi ya kiutawala. Wa tisa anaitwa Unasi 2375 hadi elfu mbili mia tatu na arobaini na tano hiki kidume kilikaa zaidi ya miaka thelathini madarakani. Farao wa mwisho wana saba ya tano, huyu ni farao wa mwisho anaitwa Unasi na saba ya tano. Utawala wake kuangukia maarufu kwa hapa, e, maalumu ku, kwa piramidi teksti. Huyu ndo anaanzisha maandishi katika piramidi, maandishi ya ndani ya piramidi ukienda kuyasoma unakuta ameweka wa utu watu weusi wa utukufu wa mtu mweusi ugunduzi wa mtu mweusi nguvu za mtu mweusi zimewekwa katika piramidi. Mwanzilishi na mikakati ilipangwa na Bwana Unasi, mtu mweusi huyu alitawala Kemeti kuanzia mwaka elfu mbili na mia tatu sabini na tano hadi 2345, miaka 30 alikaa madarakani. Hii piramidi text katika maandiko ya kidini ya kwanza kuwekwa ndani ya piramidi huko Sakara. Kwa hiyo ukienda katika piramidi ya Sakara leo, na ukikuta maandishi mheshimu babu yako Unasi alotawala 2375 hadi 2345. Alikaa 30 years to the throne of Kemet. Tatu a arobai atano alikaa, nyi wana wa Afrika, Ubuntu Bantu, Mwafrika ni mtu, sio nyani. Episode zinaendelea.